Kipindi hichi kipindi kama hichi cha mvua tunakuwa tuna changamoto nyingi sana, hasa katika miundombinu yetu kwenye maeneo yetu mbalimbali. Nitumie nafasi hii kuwaomba sana watukufu waislamu na wananchi wote kwa ujumla, tuendelee kudumisha usafi, tudumishe usafi kwa sababu tusipodumisha usafi kipindi hichi ndio kipindi ambacho kinasababisha matatizo mengi hasa maradhi. Unaweza ukasikia katika kipindi hichi kuna maradhi haya ya kuambukiza yanaendelea kutuathiri kwenye maeneo tofauti. Jambo kubwa la kulifanya katika kipindi hichi ni mashirikiano, lakini kufuata miongozo mambo ya tusipoyafanya yanaweza yakatuathiri. Ya, unaweza ukakuta mtu amefuata bomba kubwa la maji vile amekwenda kutoboa ili aunge kwenye nyumba yake aweze kupata urahisi wa kutumia maji, lakini kuto kuunga kitaalamu yatasababisha contamination, maji machafu na maji safi yatachanganyika. Athari baadaye tunakwenda kuipata watumiaji weza akaona pulu lake la taka aweke kwenye mtaro wa maji pale, sio pahala salama kabisa. Ukiweka taka kwenye mtaro ya maji, inakwenda kuzuia kufika huko ambako yanakusudiwa, ya maji yanakuwa yanatuama, yanaingia kwenye majumba ya watu, yanasababisha hizo athari ambazo tunazipata. Tudumisheni amani na tuliyonayo sisi ndio wa kuilinda Zanzibar, sisi ndio wa kuilinda Tanzania. Hakuna mtu mwingine atakuja kufanya haya, na lazima tuambiane. Tunaona wenzetu ambao hawana amani, tunaona madhila ambayo wanayapata. Hili jambo isifike pahala, kikatokea kitu ikasababisha mmoja wetu ndani wa Zanzibar ndani wa Tanzania kuhatarisha amani tuliyonayo. Siasa zitaendelea kuwepo. Chaguzi zinakuja kila baada ya miaka mitano, ni kipindi kimoja tu ndani ya miaka mitano, otherwise labda kutakuwa dharura. Maisha tunahitaji maisha, kabla ya uchaguzi ndio haya tulio nayo, tunahitaji maisha wakati wa uchaguzi, na tunahitaji maisha baada ya uchaguzi, kwa yule Mwenyezi Mungu ambaye atamdiriki uhai. Visasi vyetu hivi, vijana wetu wadogo hawa hitaji waikute nchi hii ikiwa salama. Usisahau kusubscribe YouTube chaneli yetu MP Online TV.